To, uh, 80s vibe series. Yes, wapenzi wetu wa kipindi chetu cha 80s vibe series. Bwana, leo nina furaha sana sana sana eh, kukutana na kaka yangu mchezaji mmoja mahiri sana, ambaye ndio mtamsikiliza baadaye, lakini nawakaribisha kwamba mweze kutujoin kwa kusikiliza karia yake ilivyokwenda. Sasa leo bwana, niko na ndugu yangu Makumbi Juma. Yeah. Mm. Sasa bwana, mimi kitu ambacho nilikuwa nataka leo tuambie ni ulianza ulianza anzaje hii eh, hii, kazi yako ya mpira eh, mpaka ukafikia kufanya kwamba bwana hii hapa ni professional yangu, sasa ndio nataka nifanye kama kazi. Na ulicheza timu zipi? Eh. Kwa hiyo unaweza ukatuelezea kidogo ulivyoanza Eh, nashukuru sana na mimi nashukuru sana kwanza kufika hapa katika studio mm. Studio yetu ambayo ni asisi wachezaji wa zamani nimefurahi sana kwa kweli nimefarijika. mm. mimi kwa jina naitwa Makumbi Juma Baruani mm. mm. lakini kwa uwezo wangu katika soka mm. nikabatizwa majina na, na, na, na, na, na wapenzi. sawa sawa. <laughs> majina Michael, na majina ya wapenzi e... kwa uwezo wako unapatikwa mimi yeah, naitwa sasa hivi uh, ni Makumbi Juma homa ya Jiji mm. na hii homa ya jiji imekuja kwa ajili ya, ya uwezo wangu wa kucheza. Mara nyingine wananiita profesa, mara nyingine wananiita bonga bonga, basi mambo yote sawa na hiyo ndio tunakwenda hiyo yote ni kuonyesha wapenzi ya ya kuonyesha kwamba wapenzi na kufurahisha kiasi gani kwa yeah. mm. eh, kweli kwa historia yangu kifupi, mimi ni mzaliwa wa Kigoma mm. Mimi ni mzaliwa wa Kigoma, sehemu moja inaitwa Uvinza, Nyanza Salt Mine. Mhm. Mm, kwenye chumvi nyingi sana. Sa, sasa kutoka chumvi nyingi na chumvi bora nzuri sana. Mhm. Eh, sasa pale mimi nilikuwa nasoma shuleni pale. Mhm. Nasomea pale mwaka 77. Nasoma pale. Na mimi nilikuwa sio mchezaji wa ndani, mimi nilikuwa ni goalkeeper. Kweli? Eh, mi shule kule shule nilikuwa na daka <laughs> eh, lakini sasa tulivyokuwa na daka, kuna kaka yangu mmoja mm, ambaye ni mkubwa wangu mm, yeye ndo ali alisababisha nitoke golini nikacheza nafasi ya mbele eh. Mm. Kwa sababu alikuwa yeye alikuwa ameshachukuliwa okay. Eh, na pamba ya mwanzo James Ngonga Mm. Eh, wakati huo mm. Sasa nilipokuwa naona uwezo wake na mimi nikahamasika sasa kutoka huko na mimi na mimi ningie ndani ili nikafunge, ehe uh-huh. No, kwa hivyo mm. Nimaliza kusoma ile 77 78 nilipomaliza kusoma mwaka mm. si, ule ule nikachaguliwa timu ya mkoa wa mm. No, Kigoma mwaka mm. 77 nachaguliwa timu ya mkoa wa Kigoma mm. Nikiwa na mchezaji mwenzangu anaitwa mm. Hussein Idi ambaye na yeye pia alikuja kucheza Yanga, okay, yeah. Basi, mm -hmm. tuenda Iringa kule tumecheza tumecheza. Nilivyorudi nikachukuliwa na Pamba Kigoma sasa. Mm. Natoka kwetu pale kijijini, ndo mm. Ndio naanza sasa maisha sasa ya mpira kwa kutoka sasa. Mhm. Mm, eh, uh, 78 ile. Sasa 77 ile nilivyotoka nani timu ya mkoa nikachukuliwa na viongozi wa, wa Pamba Kigoma wakaja pale nyumbani Uvinza. Mm. Wakanitaka mimi nile nikacheza timu yao. Mm. Wakati huyo timu hiyo ilikuwa iko katika ngazi ya juu ilikuwa katika ligi za ligi ya ligi kuu, lakini za mafungu mafungu, okay. Eh, mnacheza Mwanza eh, kwenye kanda, kanda kanda yetu. hmm. hmm. Basi mi katika kwenda kule nimecheza mpira pale ikiwa Pamba Pamba sabini na saba ile sabini na nane sabini na tisa sabini na tisa nimecheza bahati nzuri wakaniona Mhm. Wale viongozi wangu walikuja Mwanza. Na wenyewe walikuwa wamepangia kituo pale. Mhm. Wale viongozi wakaniona saa 78 na, na ile uwezo wangu. Wakanishawishi sasa. Mhm. Bana bora, tunaona yule mchezaji wa Pamba Kigoma yule bwana anaonekana mzuri na nini na nini. Mhm. Hebu tufanye mpango tuongee naye. Mhm. Sawa sawa. Basi. Kabidi mimi sina habari, sababu nishamaliza kucheza tunakwenda tunapumzika manyumbani. Mm. Tulikofikia mm. Basi mikaa hivi nikaona, mm. ujumbe, anaitwa mtu mm. mana anaitwa nje mm. kasema anaitwa na nani, kambia aenjotu mm. <laughs> sabi mm -hmm. sabina nane h yeah. Basi mi nikatoka, kaitaka wana, sisi tumetumwa na uongozi wa Yanga mm. ana mazungumzo na wewe mm. kasema na nini wapi, wakasema twende wako Mwanza hoteli wakati ule, Mwanza hoteli sasa mm. hoteli mm. ha, hoteli kubwa Mwanza, kuna hoteli ingine mi kusikia Mwanza hoteli nikasema, ah huko, labda kuna neema mm. achetwende mi nikaaga pale, kaondoka na kweli kakuta viongozi kule juu kaa mm. viongozi maana mm. sisi tumekuita, sisi tumevutiwa na mchezaji wako mm. so, so. tunataka mm. tukuchukue mm. Nikasema sawa, lakini sasa huwezi kunichukua hivi bila kuongozi wangu kufahamu, nyumbani mimi vile vile na wazazi na ndugu zangu mimi mmm, huwezi kuchukua mm -hmm. Hivi nikasema sawa, hiyo ina matatizo, tutakuja tuongee na wazazi mm. na nini wako, tuongea, na viongozi wako tuongee nao, na kweli wakaja kufanya hivyo mm. Sasa nane themanini sasa mmm ndio wakaja rasmi sasa Kigoma mhm mm nikuta mimi Walikuja na kakae, kaka yetu mkubwa wetu anaitwa Kitwana Manara mm, ambaye ni yeye kaka yetu wa Kigoma mm. Sasa Kitwana wamemtumia kwa sababu anajua kabisa kwamba mimi ana nimudu eh, naona hawezi kunibishia na nimudu mm. Basi walikuja pale, tumeongea vizuri na nini, akafika nyumbani nini, basi tukakubaliana mm, kama nini sasa, ndio mimi natoka Kigoma na kuja kuja Dar es Salaam mm. Sasa kujiunga na Yanga fika rasmi mm. Themanini yeah, wow. Mm. Basi themanini umecheza, imekuja wanatizama kwanza, najua zamani kutoka Kigoma wanakuona kama sio mchezaji. Sasa sisi tulikuwa tunatoka kidogo sio mjini, tunatoka kidogo ndani, wanaona kama vile ah, wow, wale wale bado na vipaji. Ni wakuta watu wapo wakinambauseni mm. siaka siaka sana mm, chuku kapteni Jongo ndio kapteni uh, mm. wetu na wakati ule mm. Sasa mimi nikasema kwa sababu nime nimekuja kucheza na uwezo nao, nitapambana ili nipate nafasi niwaoneshe kwamba kweli mlichokitaka. Themanini ile themanini na moja, sasa ndiyo nikaanza kucheza Yanga Yanga Yanga rasmi, ile themanini nikachaguliwa timu ya taifa. Nikachaguliwa timu ya taifa mm. Mm, ndio, okay. ndio, kimataifa nilikuwa na kinatino pitatino mm. Eh, nilikuwa na kina adofurisha mm. Eh, yani nilikuwa na wachezaji wengi wengi, wengi za mm. wa zamani. kocha wetu walikuwa mwalimu Msomali mm. Somali na bendera bendera walikuwa mm. na shirikiana na mm. mashindano yalikuwa yanafanyika Malawi tukaenda Malawi huko tukacheza mm. Sasa nilivyokuja rasmi kabisa Yanga mm. Ndo tukaanza kwa tunacheza, sasa watu wanatuangalia, tunacheza, tunacheza. Basi mimi kama kawaida yangu mm. kwa sababu nilikuwa nacheza mbele nashirikiana na wenzangu, kwa sababu namba tisa, namba tisa nilicheza mimi, namba kumi anakuwa anacheza Omar Hussein Kigan. Basi mimi mm. mm. eh, nikawa napata bahati sasa, mechi mbili, mechi ya kwanza kwa sijafunga, mechi ya pili nakuja nafunga. Mhm. Mm -hmm. Eh, mechi hivyo hivyo. Yeah. Nikawa nimeisha zoea ili kufunga funga kama nilivyokuwa na nafanya huko. Kidogo kabla sijaja. Mhm. Dar es Salaam. Basi katika kufunga funga nini, 81, 82 sasa. Mhm. Mm 83, watu wanaanza kunibatiza maanake sasa nikaona tunavozidi kwenda themanini na nne, themanini na tano, ndio sasa ndio tumepamba moto sasa, cheza cheza mwisho nikaitwa Homa ya Jiji, nami Homa ya Jiji limekuja kwa sababu nilikuwa nikicheza na wale watani wetu mm. Na ku kuwa na bahati sana, ndio hiyo kaona wakaona kumbe huyu lazima tumwite umajiji, kwa sababu jamaa zetu wanawalaza mapema kabisa. Kwa hiyo wakimwona wenyewe wanakuwa na wasiwasi la, maanake na kweli, kwa nikishuka kwenye gari mimi nakaa nyuma mm, wanashuka wanashuka wote mm, wa unajidai kama wa mwisho. Unajua zamani ulikuwa unajibosti eh. <manyi> hukleleo mgonjwa ana homa ya jiji. Leo mgonjwa mishoni, mimi nashuka, watu wote. Tunacheza, tumecheza katika mazingira mazingira magumu, mazingira magumu magumu sana. Mishahara hakuna, hakuna mikataba Mm. Masajili form tu. Wao sasa liza. kama walivyokuchukua kule Kigoma. Mm. Yeah. Timu ya Kigoma hawakupata chochote na wewe ni kama unapewa tu hela fulani tu ya kusaini mkataba. Yaani mimi nilipata yani sijui niseme nini. Hela ndogo sana ya kusaini tu mkataba. Lakini mm. timu yangu ile kwa sababu nilikuwa timu nilikuwa timu ya kazi. Mm. Pamba wakati huo na, nafanya kazi pamba. Mm. Kwa hiyo hawakupata chochote. No, hawakupata chochote kabisa. Sio kama sasa miaka hii. Mm. Huko unapata chochote na wewe unapata riziki. Sasa wakati unachezea Yanga, ndipo shot kazi uta, utafute mwenyewe. Kazi utafute mwenyewe kama unataka kufanya kazi, ah, kazi uta, utafute mwenyewe yeah, mm, na asilimia kubwa sana zamani wachezaji wengi walikuwa wanafanya kazi, wanafanya kazi. Mm. Yani, kazi kwa sababu ndo kazi tulikuwa tunacheza sio kazi kazi ni sehemu ambayo unalipwa mshahara, mm. Ndo kazini, yeah. Sasa kama ulipo mshahara sio kazi. Hiyo ni kwenda kujifurahisha. Timu ya taifa bado ni posho. Miaka kambini tulikuwa tunakaa sisi kambi yetu. Leo, leo timu ya taifa uipeleke pale tulikuwa, utaanzaje? Kupali. Sasa ka, shum, bwana nataka utu, utu, tupangie list yako ya Yanga ile ambayo unajua kabisa hii bwana ndio ilikuwa list yetu, tukiingia hata opponent wanaanza kuwa na wasiwasi, kuanzia namba moja mpaka mwisho. Kumbukumbu utakuwa nayo kwa sababu kumbukumbu kumbu, lazima niwe nayo mm-hmm. Sisi tulikuwa tunacheza unajua, asilimia kubwa wachezaji sisi tulikuwa tunacheza kwa kupokezana na pale yangu sawa, kwa sababu kutokana na uwezo wetu, uwezo wa wachezaji waliokuwa nao mmm, na kwa moja sisi alikuwa na sasa, kamisikije katika wakati wetu. Mhm, uko namba mbili kwa mchezaji Yusuf Bana. Mhm, uko namba tatu alikuwa anacheza Ahmed Yabasho. Mhm, namba nne hapa anaweza kucheza Siaka, mhm, au Chama, mhm, kutokana na uwezo wao. Okay, kwa sababu wote walikuwa na uwezo sawa. Namba tano tulikuwa tuna mchezaji wa Alan Shomali. Mhm, mm -hmm. Uh, e, tano. Namba sita alikuwa anacheza general Juma Mkambi marehemu. Uh, -huh. Uh, na mtu zamani ukiitwa general ujue maana ya mtu major major kweli, uh. Na kweli alikuwa mtu kweli mm. Namba sita, mhm, namba saba mm. alikuwa anacheza Usenidi mm. au saa ingine yali mchumira, lakini kimbimia na, na kupokezana pale.

Nasimama pale nalibeba jahazi. Sasa namba 10 alikuwa anacheza Omari Huseni wakati huo kigamo, mm. kabla ya Bedi Mziba ajaje, okay. E, manake Mziba alikuja msimu nilipokuja mimi naye ndio msimu uliofuata akaja na kafika, okay. kutoka Kagera na mm. tisika Kagera. namba 11 alikuwa anacheza Rashidi Nzuruni au Saleh. Mm. mm. Eh bwana. Eh sale hiyo timu hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo sio mchezo. Yaani hiyo timu ilikuwa ilikuwa ni balaa, si tulikuwa ah, tukisimama hivi, timu pinzani mm. wanajua kabisa mm. tumela. tumelala moja kwa moja mm. wanajua kabisa tumeshapotea. na na unajua watazamaji wengi sana walikuwa wanaomba bwana Paul, ukiwaita wachezaji hao tunaomba uwapatie gaisti kidogo ya timu ya yaani hiyo timu uliotoa nafikiri hata wasikilizaji wetu watashuhudia kabisa, uwezo kabisa. Alafu mm. mii, unajua eh, vijana wa siku hizi ambao wanaangalia mechi za siku hizi ndio hawaelewi, kwa sababu bahati mbaya ilikuwa wakati ule hamna documents zozote kuweka kwenye video ambao sasa hivi waone haya mambo unayosema mm. Unajua wengine vijana kusema ah wanasema tu, lakini mm. sisi tulioona mm. na tunaona hata leo mpira ukizingatia kwamba nyinyi hata mlikuwa mlikuwa chochote kabisa. ni kweli mlikuwa mnacheza kwa kujituma sana sana. ni kweli kabisa. wakati huo kocha wenu alikuwa nani? sisi kocha wetu Yanga Afrika mm, Yanga pale wamepita makocha wengi mm, wamepita makocha wengi mm. alikuwepo kocha mmoja tu Badisale mm, alikuwa ni kocha wetu mzawa mm, tukafundishwa na Rudi Utendorf, Mjerumani, alikuja timu ya taifa baadaye akaja kutufundisha Yanga. Okay. Eh, tulikuwa naye. Mm. Baadaye mshoni kabisa akaja Wanda Moreira kutoka Brazili. Mm. Pia naye tulikuwa naye pale Yanga, alipita kwa alipita kwa wakati wake Eh. Sasa wewe kwa, kwa kwa upande wako wewe unaweza kusema kocha gani ambaye aliona talenti hako na ukaona kabla amekusaidia ukawa mchezaji mzuri mpaka sisi tukawa tunaona kwamba jamanie, huyu kweli ni mchezaji? Mimi kwa kweli yule kocha mjerumani mjerumani Rudi Kutendofu Mm. Yule kwa sababu alikuwa na vitu vingi. Mm. Alinisaidia sana na alikuwa ananikubali. Mm. Alikuwa ananikubali na alikuwa na maelekezo. Mara nyingi maelekezo yote hata uwanjani. Mm. Kwa watu wa mbele. Okay. Kupiga mashuti, kufanya nini? Mtu wa kwanza yani kunielekeza ni mimi na mimi ndio wenzangu wanafuata. Wafuate. Kwa e, yeah. Hiyo yule alinisaidia sana kunipa, yeye akanipeleka mbali sana. Mm. E, na kuna wakati alikuwa anataka kunipeka Namibia. Mm, zamani, ndio, eh, alikuwa anapangwa... Zamani sasa hivi vijana kwa kweli kabisa vizuri unakwenda ukinyemela unaenda vizuri kabisa ile kenyemela unajificha a mambo mengi sana mm. Sasa najua lazima utakuwa una una ushauri ambao unaweza ukautoa, unajua sababu una experience sana nyingi ya mpira, na mimi unaweza kuwa na ushauri fulani ambao unaweza ukatoa kwa either timu za leo ama vijana wa leo wanaotaka kucheza mpira kuingia kwenye tasnia, yaani ni ni ushauri gani ambao wewe unaweza ukautoa? Uh, ushauri wangu mimi mm. <coughs> utoa kwa kweli kwanza katika vijana wanaocheza sasa hivi mm. Vijana wanaocheza sasa hivi wanacheza katika mafanikio mm. Mpira sasa hivi umekuwa ni kazi mm. Kwa sababu sehemu yalipo mshahara ndio sehemu yako ya kazi mm. Unatoka nyumbani na kwenda ndani, si zamani tulikuwa tunacheza, lakini mpira ulikuwa sio kazi, kwa sababu tulikuwa tukiwa atulipo mshahara mm. Na kwa hiyo mimi nawashauri wachezaji mm. wa, wa kisasa hivi Acha sawa sawa. Ninaongea na wazawa kwa sababu wazawa ndo, ndo tegemeo langu la na, na, mm. na, mm. na, na, na yeah, timu right. mm. yani mm. mm. ni ya taifa wachezaji wa nchi mpira, kitu cha kwanza ni nidhamu. Na sio kwenye mpira tu kwenye kazi aina yoyote mm. ukiwa na nidhamu so, so. utafanikiwa mm. Lakini ukiwa huna nidhamu na kazi yako mm. huwezi kufanikiwa. Kwa hiyo mimi na waomba sana sana, mm. kama wananisikia vijana wangu hawa wazawa wa mm. kina Mzinzi, sio kina nani kina nani, mm. yani wao ni nidhamu ya mpira, na watumike, na wasikilize makocha wao makocha so, wengi wanakuja so. ambao wana ufundi mwingi tofauti na sisi makocha wa zamani mm. waliokuwa wanakuja kwetu, kwa hiyo mm. washike, ili wafanikiwe katika maisha yao baadaye, mm. kwa sababu mpira ni, ni wa muda mfupi tu mm. ukiumia tena na mpira wenyewe umeshaacha, kwa hiyo wawe makini sana. Yeah, mm. wajitunze. mm. nidhamu iwe juu, wajue kwamba wanafundishwa katika matimu yao ya Yanga, au timu nyingine zote, so Simba wanafundishwa, lakini wajue kwamba na taifa inatakiwa ifanye vizuri kama wanavyofanya katika vilabu vyao, so, so. kwa hiyo nataka ushauri wangu mimi ni wao mm. kuwa makini sana na nasa, na sana saizi mm. wawe makini sana na mazoezi wanayofanya ili watusaidie katika maendeleo ya timu yetu ya Tanzania Sasa. Huo ni ushauri classic kutoka kwa uh, mhenga ambaye alicheza at very highest level yeah. Sasa Makumbi, baada ba, ba, ya kutoka Kigoma timu iliyocheza ni Yanga tu na mpaka ukanitaa hapo hapo? Hapana, mi timu iliyocheza tena. Swali zuri umeniuliza, nilikuwa nimetaka kusahau mimi. Nimecheza Pamba Kigoma. mm -hmm. mi, Pamba Kigoma. mm -hmm. mi, nikaja nika Yanga Afrika, Yanga Afrika kuna, kuna katikati kama themanini na nane hivi mm. Kama tulitofautiana kidogo, kunajua tena zamani yeah, hakuna mikataba kidogo kidogo si nini mm. Ikabidi mimi uongozi uniweke pending, niliambiwa tu mazoezini bana, sasa hivi kuna moja mbili tatu wapumzika, sababu una mikataba una nini. Basi mimi nikachukua mizigo yangu Themanini na themanini okay. eh, themanini na nane Kigoma, mimi nikaenda nikarudi, kwamba nyumbani huko, wazee wa Yanga walivyosikia Makumbi kaachwa kule na bado na uwezo wangu, wakanichukua nikaenda kule kule wangu wakanichukua, nikaenda nilikwenda nami nikafanya mazoezi kama anavyohamasisha vijana wangu mm fanya mazoezi themanini na nane ile themanini na tisa themanini na tisa nimecheza kwa bahati nzuri ikawa katika, katika, katika kiwango kizuri tena zaidi kaja mm. Yanga timu yangu Yanga ilikuja a Kigoma mimi nikafanikiwa kuwafunga na mimi nilifanya yeah. vile kwa sababu wanikumbuke yeah. kumbe huyu bado ana uwezo Kaja watani wetu tena Simba kule kule. Nikawafunga nika na kule Moulango, ufuko, ufuko, a, na kule kwa lagu mimi kwa lagu kwa lagu mimi. Kwa sababu kara tisini wakuta wachezaji wako bora, kina Mavumbi Omari, kina sani fulazao wa kina Wastara Baribari, kina Cheche Kagire wale, kina ambi Ibrahim, kina amza maneno. Na wote umisha pita timu kubwa Simba. Kwa hiyo ilikuwa ni timu yetu yuko, kwa timu yuko kari sana. Timu bora kabisa themanini na nane themanini na tisa tisini. Yanga kanirudisha tena. Mhm. Mm. Maana kule tulishangaa no, no, no, no. Eh, tena Yanga nimerudi mara pili kwa sababu ya wa uwezo wangu. Mhm. Mm. Maana watu wakaje nyumbani kule, oo bwana tulifanya makosa sijui nini na nini na nini rudi. Na wamerudisha baada ya kuona uwezo wangu. Bado uko pale. Ah, mm, uko vizuri. Mhm. Basi wakati wao nimerudi huko lakini nishapita Kisumu Hot Stars Kenya. Mhm. Nimecheza Kisumu Hot Stars pale. Mhm. Nimecheza kama msimu mmoja hivi. Mm. Basi kutoka kule ndo nikaingia moja kwa moja alivyonihitaji Yanga. Mm. Nikaona 88 89 ile nikaja Yanga. Mm. Alipokuja Yanga 88 89 tumecheza pale, nikaona nafanya vizuri na wafungia. Mm. Yeah. Sasa mimi nimekuja kwa kusema kuacha mpira kabisa au mashindano niliumia mguu goti kidogo. Mm. Kwa hiyo mwaka tisini mm. tumecheza na Simba. Mm kwenye mashindano ligi hii mm. ligi kuu, bahati mm. nzuri tukashinda tuka goli tatu mm -hmm. tatu moja, nakumbuka kitu kama hicho, mm. tisini hiyo mm. tatu moja, goli la kwanza nilifunga mimi amgu wangu, goli la pili alifunga Sani Funazaro mm -hmm. tingisha, yani goli la tatu akafunga Thomas Kipesi Ankotolo mm. tukawa tumeshinda goli tatu kwa moja kwa hiyo kwanzia kuwa tisini tulivyoshinda hiyo tisini na moja, mi sikutaka kuendelea tena na mashindano choma sindano za ganzi, ni ganzi tu tisini tisini na moja mwako moja kwa moja, sasa wa bwana ametueleza mambo mengi, madini madini. Jamani wapenzi watazamaji wetu, sasa mimi kama kawaida yangu, bwana anatoa pilu kwenu viongozi wa mpira. Wapenzi jamani, tuna hawa ma legends eh, tuko na Makumbi Juma, yuko hapa hapa mjini. Huyu mtu bwana anaweza kuwa msaada sana kwenye timu zetu na hasa mambo ya mpira hizi, eh, timu kubwa na ndogo, mnaweza mkamtumia mkamuita akawapa ushauri. Ana nondo nyingi sana ambazo si vizuri tuache tu, kwani anaweza kutusaidia hata kutafuta talent eh, academy, akavencha kule kwenye scout akawaleta eh, kwa hiyo eh, tusiache tusiache watu kama hawa wakae tu idle bila kazi, ambayo wanaweza kutufanyia vizuri sana kama kule nje ndio wanapofanya, hmm? na hiyo imesaidia sana kukuza mpira kule, kwa sababu huyu anaongea kwa passion, watu waliocheza hata bila kulipa. Kwa hiyo jamani, Makumbi Juma yupo hapa hapa mjini so, so. kama mnataka contact zake tu mwasiliane nasi, eight one, tutawapa binafsi so, so. na studio zetu hii hii, sio zetu hapa, ni kwetu hapo. Nimechangia kitu kimoja hapo. Umeongea kitu kimoja kizuri sana. Nimecheza mpira kikubwa tu, na kitu chaongea, umeongea kitu bora sana, utusogeza at least tuwe karibu karibu na wachezaji wetu, sawa sawa, yani ni nzuri size. yes. mimi nikiongea mawili matatu mane mm. ah, mawili atayashika tu hata kama haya yes. matatu au mangapi atakuwa hayajashika mm. lakini atashika tu mawili lazima mm. mm. kwa sababu na mimi naongea na mtu ambaye nilikuwa anacheza sehemu ambayo naucheza leo. Kwa hiyo ushauri huo umewapa, mimi nasema ni kitu nzuri. ambacho kwa sababu kwenye kwenye kwenye backroom kule ya, yeah. Ungeongea na wachezaji kabla wajaingia kwenye mpira pana anatoka kufanya hizo fanyeni kwa fane, fane, fane. So na mimi zikokuwa kiwanjani yeah. ni kuangalia wewe. Yeah, hiyo we. tu inampa moyo. Kabisa kabisa, mimi nasema ni kweli kabisa. Kwa hiyo ndio unaona mm. kama timu za kule ndio wanajaribu kutumia wachezaji wa zamani kwa kumotivate motivate wachezaji wa leo kama leo. Yeah. Sababu wengine walikuwa wanakuona kwenye issue ile ya kuadho. Kabisa. Kwa hiyo wewe unaangalia hata hata mtatu ukirudi, kwa sababu unajicho tofauti na watazamaji. Yeah. Unajua pale ukosea nini? Nenda kiwanjani mm. fanya nilichokwambia. ni kweli ni kweli kabisa. So nafikiri itakuwa ni vizuri sana kutumia wachezaji kama kina Makumbi Juma, kina Siaka, kina nani. Ni kweli, tuko wengi, itasaidia sana. tuko wengi, mm. tuko, wengi. Mm. tuko wengi na wataonekana hapa kwetu studio yetu hii, sawa. Wataonekana na watu watafurahi, na mimi nasema tufuatilie studio yetu hii, tufuatilie vipindi vya hapa mm -hmm. kwa ajili ya kutuona sisi, nondo zitakuja eh, nondo zitakuja tu Naamini kama tumekuja sisi akina homa ya jiji zitakuja, hmm. nondo zingine nzuri kabisa. <laughs> <laughs> <laughs> Sasa bwana, tunashukuru sana. Nashukuru sana kwa kutembelea kwenye studio yenu. Nashukuru sana, <inaudible> na watazamaji wetu, leo tulikuwa na Makumbi Juma, mmesikia hmm. nondo nyingi sana na endeleeni kutufuatilia, yeah. kwenye channel yetu, uh, subscribe like, share comment, na mtatuambia wachezaji gani wengine mnataka tuwalete.